Hey, mambo vipi? Hi guys, so, um, leo nataka ni ongea ni, ni, ni yamba moja kuhusiana na binadamu na ubinadamu, binadamu na mahusiano ya kibinadamu uh, na leo nitazungumzia mahusiano, sio ya mapenzi, sio ya nini, mahusiano yaani tazungumzia katika pande za urafiki. Hivi, umeshawahi kujiuliza kwa nini kuna watu wana marafiki wengi, alafu kuna watu wana rafiki mmoja, alafu kuna watu hawana rafiki hata mmoja, hawataki kuwa na rafiki na wala hatamani kuwa na rafiki? Umeshawahi kujiuliza hata siku moja, kwa nini baadhi ya watu wanakuwa na rafiki mmoja, watu wengine wanakuwa na marafiki wengi, na kuna mwingine hana rafiki na hataki kuwa na rafiki na wala hawishi kuwa na rafiki katika maisha yake. Basi nitakuambia kitu kimoja, hao wote hao sio wajinga. Mwenye rafiki wengi sio mjinga, mwenye rafiki mmoja sio mjinga, na asiye na rafiki sio mjinga, na hii ni kwa sababu binadamu wanapitia mambo mengi sana na mimi nitatoa ushuhuda kwamba matatizo mengi sana yanayoyakuta watu yanatokana na watu wa pembeni wanaoingia kwenye maisha yako, na hawa watu wanaingia katika maisha yako whether umemtafuta mwenyewe au kaja amekufata. Sasa kuna swali ndika ujiulize kwanza katika maisha ukimwona mtu kaja kwenye maisha yako jiulize, kaja kufanya nini? Sawa, rafiki, shosti na kila kitu ya yeah. Amekuja kwenye maisha yako from nowhere, mmezoeana, mmefahamiana, mmeaminiana, take a space and ijiulize, je, yeah, huyu mtu wangu, huyu rafiki yangu aliyekuja hapa katika maisha yangu, ambayo mimi labda nilikuwa na rafiki wengine, lakini huyu kaja ametekova na nimemwamini kwa kipindi fupi. Jiulize, je, amekuja kukuletea kitu au amekuja kuchukua kitu kwako hmm? Yani, huyo rafiki alikuja katika maisha yako, amekuja kuchukua kitu kwako au amekuletea kitu, kwenye kuchukua kitu Huwezi kujua. Unajua, kuna watu wana maono sana, watu wana maono sana. Yani unaweza ukajiona wewe ni mtu bure mwili, mtu mwingine anajua wewe ni dili na una kitu cha kunufaika kwake. Na katika imani pia vilevile, tunaamini kwamba kuna watu wanaletwa, wanaletwa na Mwenyezi Mungu kwa manufaa ya kitu fulani katika maisha yako. So kuna watu wanakuja katika maisha yako, sometime wanakuja na kukupa elimu, wengine wanakuja kukupa maumivu, wengine wanakuja kuvuna, na wengine wanakuja kukuletea. Kwenye kuletewa pia kuna vitu vya kuangalia, ni nini umeletewa, khairi au shari. Kama mwenyewe umetulia zako, huna matatizo, unaishi vizuri, huna magomvi na mtu, huna maadui, lakini huyo rafiki aliyokuja na yeye ana marafiki zake na marafiki zake wana marafiki zake, umeingiza kwenye network ambayo huijui huh? Kwa hiyo mi go anahusia kitu kimoja make sure, unapomkaribisha mtu kwenye maisha yako kwanza jiulize huyu mtu amekuja kufanya nini kwenye maisha yangu, na nataka nini kwenye maisha yangu? Sio nafikamia watu tu, watu wana matatizo yao, wana miausho yao, wametoka nayo huko. Kuna watu wengine ni wahalifu, mtu pengine anatafutwa long time, amekuja amejoin na wewe mm, na wewe ukakaa naye, kuna siku tu izokuwa so na jina umejikuta mko pamoja na mkono wa sheria ukachukua nafasi yake, na we upo mpaka kujidadavua, shughuli unayo. Hmm, haya, swali lingine, kuna watu wanapenda marafiki tu, mtu anapenda kuwa na watu wengi kwenye system ya maisha yake. Yani ni hulka yake tu, na pengine awamsaidii kitu wao, na anawasaidia. Sasa huyo mtu ukishamwona, mtu ajiza, kwanza anakua, kwanza ajakomaa ajapevuka vizuri. Au mtu alipevuka vizuri, hawezi kuwa na marafiki wengi, hawezi kuwa na marafiki wengi, au hawezi kuwa na rafiki kabisa. Haikatazi kuwa na rafiki. So zambi jua, kuna watu wame, wame, wamelelewa mtaa mmoja, wamekuwa pamoja mpaka wamekuwa wakubwa, yiuko pamoja eh, kwa watu oh, kama hao ni more than rafiki, hao ndo marafiki you know, kwa sababu wanajuana wamesoma uh, chekechea uh, sekondari. Kuna watu wenzetu wamekuwa hivyo, lakini rafiki wa ukubwani, bro.